Waligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Dessdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika. Kwa upande wa ziwa Victoria, ziwa Nyasa pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa thelathini kwa saa huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini ambapo viashiria hivi vimeonekana kuendelea kuimarika katika baadhi ya maeneo na kupelekea mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kutoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache hususani yale yanayopatikana maeneo ya magharibi mwa nchi yetu maeneo yanayozunguka ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na yale ya pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro. Hivyo, wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. na usiku wa leo, ndugu mtazamaji, hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache inatarajiwa katika maeneo yote ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na maeneo yanayopatikana katika pwani ya kusini ya bahari ya Hindi. Maeneo yanayopatikana pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi iliyosalia, ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache, isipokuwa maeneo ya mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Singida, ambapo maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla na hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Singida yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, na hali hii inatarajiwa pia kuonekana katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi. Kwa upande wa maeneo ya pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua inaoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Hadi wakati mwingine, ni kutakie usiku mwema.